Utaweza? <coughs> Yaani swali gani unaniuliza hiyo? <coughs> Utaweza? Wewe uliweza una nini? Na mimi nishindwe nina nini? Hapo sasa. Una kifua? Cha mtoto. Huyu ananiuliza vitu gani? Kifua hiki si maanishi hichi. Kaka, mimi kwa lolote lile nipo tayari. Kifupi tu kwa lolote lile nipo tayari. tari <coughs> <coughs> Nisikize kama kini kaka. Nakusikiliza. ile familia yako yote. Ah, ya. Ni mke wangu pamoja na watoto. Ah, sasa nisikilize, unataka mali zaidi ya mali? Yani nataka niwe bora. Sikiliza kwa makini, ukitoa mtoto mmoja utasubiria utajiri zaidi ya miaka mitatu. Ukitoa watu watatu wale ndani ya siku saba utakuwa tajiri kama situlivyo wa kutisha. Yani unajua kujani? <laughs> au ah, watoto nawatoa, mnaenda nao huko mjini kwenda kuwasomesha, alafu ndo nakuwa tajiri <laughs> ya iijasimanishi ma, si hivyo bwana banas. Kumbe ikizungumzia kutoa ni kutoa sadaka, si kwenda nao nje kusomesha. Hapana, unamaanisha ni uwe watoto? Ah, ah. kaka huyu unatoa sadaka ah, ya niku hakuna masharti mengine tofauti na hayo labda sika nikwambia kitu kimoja haya masharti aliyokupa kwenye yeah, masharti sita yani hilo ndo la mwisho ya tena sharti mama nyaniku kuwa mnasema sharti mama ui kaka ui unatoa sadaka kwa wakubwa kaka ah, okay. sisi tunakwenda Hapana ah, ah, ah, nyaniku msifanye musi, hivyo sha mtoto hivyo. Jamani, na mimi niwe kama kama ah, kama basi unahitaji utafanya. Sawa sawa bwana bwana bwana kaka, unataka Ukifika pale moto. Sawa bwana, na, na kuliko kuwa maskini, acha ni watoto e, watoto hao. Huo wanaume ulikuwa wapi?